Hali zetu zimekwenda vizuri. Ah. Uh, ndani ya katika kikosi, mazoezi yako vizuri, kama kuna wachezaji wapo kosekana, na ndani wachezaji sehemu kubwa wanarejea mazoezini, kwa maana ya mihambi amerejea mazoezini, mesha kimamika amerejea mazoezini, na sasa ni maituka ambayo tunamwangalia msini kwa msini kama anaweza kuwa sehemu ya ile Tiberesti. Hakuna majiri yote ile katika, uh, kikosi chetu Mafanikio, siri ya mafanikio nafikiri ni kujaribu kupunguza makosa kwenye kikosi chetu. Kama wanavyoweza kuona ni kwamba timu ilikuwa ina inajitengeneza nafasi vizuri. Lakini matumizi ya nafasi katika mechi zilizopita ilikuwa haitumiki. So ukijaribu kuanalyze ukiona mechi tatu zilizopita, unaweza kuona Tanzania fizo tumepata wastani wa magoli sita katika hizo mechi tatu. Kwa maana yake ni kwamba umakini umeongezeka kwenye eneo la kushambulia, lakini pia ukiona kuna magoli ambayo wametengeya kitu na ruhusa ma, kuna maongezeko ya wachezaji wengine kutoka kwenye majeruhi na wengine waliokuwa kwa, kwa nje kama akina Jumani alifadhili pia wametuongezea imara kidogo kwenye sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo ukiona improvement kwenye eneo la attacking na uh, wastani wa magoli mawili kwa kila mechi ni kitu ambacho ni kizuri kwenye mechi tatu zilizopita. Lakini pia kitu kingine nafikiri ni psychology pamoja na mechi ambazo tumezicheza hapa nyumbani atutumie muda mwingi sana wa kusafiri. Kwa hiyo energy ipo. Kwa hiyo hicho tu unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kimetufeva baada ya mechi za kusafiri hapa na pale, interview ya muda yenyewe. Sisi mechi nyingi zinakuwa zimefuatana hapa nyumbani, kwa hiyo nguvu ya kutumika kwenye mechi zile inakuwa ni kubwa zaidi, inatusaidieni. Nazungumza kuhusu JKT Tanzania pamoja na Amadi Ali, nafasi kwa kwanza kumpongeza yeye Amadi Ali kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye kikosi cha JKT Tanzania kama kocha mzawa, kama kocha kijana Tumefanya kazi kubwa sana ndani ya muda mfupi ni kitu ambacho kochi yote na hadimaya kuwa sehemu ya hicho alichokifanya. Uh, sisi kama Tanzania Prison project yetu ni kusalia kwenye Premier League. Bila kujali tunacheza na timu ya falsafa ya aina gani. Hata nzuri kinachochezwa na JKT Tanzania ni kitu ambacho kwa unajaribu kuangalia system ambazo wamekuwa kizitumia players ambao wamekuwa kiwatumia, strengths ambao wamekuwa wako nayo, weaknesses ambao wako nayo, si ndio? harakisha sisi tutatumikaje kuzuia ule ubora wao, lakini pia kufanya kazi vizuri kwenye weakness ambayo wako nayo. Kitu ambacho ninachohitaji kuzungumza hapa ni kwamba ni uhitaji sisi wa timu yangu ya Tanzania Prisons. Tanzania Prisons inahitaji kusalia Premier League. So mechi zinazochezwa katika uwanja wa Sokoine ni muhimu sana kwetu kutumika kwa kiasi kikubwa sana, kwa pa maarifa pamoja na energy ambayo tuko nayo, sababu tumekaa tumecheza mechi nyumbani, maana yake tuko na energy ambayo ni nzuri. So focus kubwa ni kuangalia kwamba okay mpinzani tunaye kutana naye yuko na weakness gani? Tutaitumiaje? mpinzani tunaye kutana naye ana stress gani? Tutamzuiaje? hivyo ndio vitu ambavyo ndani ya hizi siku mbili tumeweka kwenye vichwa vya wachezaji, at least ukija kuicheza hiyo mechi siku ya mechi kwa maana ya kesho, maana yake kila kitu ambacho kipo, maana yake mitego ambayo atakayo tupa Jeki ya Tanzania tuweze kuikabili. Lakini so far so good, nafikiri tuko na wachezaji ambao kwa machua, na kitu kingine ni kwamba tumecheza mechi mbili zilizopita ambazo ni ngumu, kwa sababu mechi zote ambazo tumezicheza, maana kwa tafasiri ya Kagera pamoja na Kenigoti a ah, wote walikuwa wanataka point ili kusudi waweze kusalia. So unaweza kuona effort ambayo tuliyokabiliana nayo dhidi ya wapinzani wale. So ile ni challenge kubwa ambayo pia tumeipata. Hii nayo pia inakuja challenge kubwa kwa maana tunacheza na, na timu ambayo iko kwenye form. Kwa hiyo kama ni timu ambayo iko kwenye form, maana yake ni kwamba kwa namna yoyote ile inabidi sisi umakini wetu uwe juu, inabidi sasa sisi wenyewe ndio either kama inahitajika toe timu ya kwanza kwenye kiwanja. Hai. Umoja mmoja nazungumza na kufukuzwa kwa makocha. Anyway, Naweza nikakujibu kama ifuatavyo, naomba nikujibu kama ifuatavyo ni kwamba wachezaji tumewaandaa psychological kulingana na ugumu ulioko mbele yao, lakini tumewaandaa tactically kwamba kimbinu waf, wafanye vipi defensive attacking, si ndio, kama ambavyo nimezungumza. Lakini so far so good ni kwamba ni mechi nzuri, ni mechi nzuri, JKT Tanzania Tanzania Prison, ni mechi nzuri. Nadhani kila timu ina uhitaji wake, lakini nadhani kama sisi kama timu ya nyumbani na sehemu tuliyopo uhitaji mkubwa ni point tatu. So wachezaji wanafahamu hili, technical staff tunafahamu hili. Kazi yetu kubwa ni kufanya mambo ya kimbinu zaidi, mambo yanayohusiana na mechi ile, mambo ambayo tunafikiri kwamba anaweza kutuletea faida uwanjani, mambo ambayo anaweza kaleta performance nzuri kwa washabiki wetu. Kitu ambacho naweza kuahidini hapa ni kwamba e, tuko hapa kuangalia kila mchezo uliopo mbele yetu tuweze kuongeza point tatu, point tatu ambazo zitakazo kusaidia tuweze kusalia Premier League whatever, kwa ugumu wote ule utakao kukutana nao, lakini nyimbo ni point tatu, na wachezaji wanalielewa hili. So muhimu ni ku namna gani ambavyo tumewaweka kivichwa vyao, discipline yenyewe ya mchezo, focus yenyewe ya mechi, matukio tukio yaliyoko kwenye mechi, namna ambavyo anaweza kusolve problem kwenye kiwanja kile cha mechi.